Kwa hiyo kuna kutokana na mambo mbalimbali ambayo mtu anakutana nayo aidha duniani mm. au biologically kale mm. yaani kwa maana ya kibiolojia ya, ya mtu anakuwa huu uwezo unaathiriwa kwa vitu mbalimbali mbali. Sawa, inawezekana ni vinasaba ya kuna watu ambao automatically eh, wazazi kutokana na wazazi wake anazaliwa na uwezo mzuri wa kiakili sawa. Ah. Yes. Kumbe sio sio uongo kwamba ukija kuoa uangalie pia mama amekaa vipi. Yeah. Muhimu sana pia ndo maana wazazi wetu hata ukiangalia mm. uh, zamani huko mm. enzi zetu. Ndiyo. Unaweza ukakuta kwamba kabla mtu ajaoa mm. au ajaolewa mm. walikuwa wanajitahidi kuchunguza mm. anaolewa kwenye familia ya namna gani? Okay. Au unaweza ukakuta mama ana, anaamua yani mwanamke anaamua mi nataka nizae mtoto tu mm. kwa hiyo in case nataka nizae mtoto ambaye ni genius au ni mtu ambaye ana uwezo mzuri wa kiakili, naangalia baba Ndiyo. ya huyu baba yukoje, kwahiyo ninapo nin, nin, nin, nin, ninaweza kusema kwamba ninatafuta kuna mwalimu mmoja aliwahi kusema kwamba yeye anatafuta mbegu. Kwa hiyo ile mbegu anatafuta baba ambaye anajua kabisa kwa, kwa namna alivyo ana uwezo mzuri wa kiakili. Kwahiyo uwezo wa kiakili mtu anaweza akazaliwa nao, lakini unaweza ukazaliwa nao, mm. nao, na nao, mm. nao lakini pia unaweza usizaliwe nao na ukatengenezwa. Kwa hiyo unaweza ukazaliwa nao. Kwa hiyo akili ina mtu anaweza akazaliwa nayo, lakini pia akili inaweza kutengenezwa. Akili mtu anaweza akazaliwa akiwa na uwezo mzuri wa kiakili mm. lakini uwezo mzuri wa kiakili unaweza kutengenezwa baada ya mtu kuzaliwa. aha. yeah. kwa hiyo unazaliwa, lakini pia unatengenezwa. mm. yeah. tunaposema unazaliwa ndio hiyo kibiolojia, lakini mm. tunaposema unatengenezwa ndio mm. ile sasa aa, mtoto akishazaliwa hizi mm. struggles zote tunazozifanya, mm. mm. kwamba kumpeleka mtoto shule mm. Mm. Yeah kumuelimisha mtoto mm. ya kumtengenezea mazingira mm. mazuri mm. kutafuta vyakula mm. vizuri mm. yani, kuboresha afya yake ya mwili, ya kuboresha afya ya mwili pia ni njia mojawapo ya kuboresha afya mm. ya, kuboresha yake ya akili, mm. ya sawa, sawa. Lakini pia kumwepusha kukutana na vitu ambavyo vinavyoathiri uwezo wake wa kiakili, kwa mfano kumwepusha mtoto kukaa na watu wabaya mm. ambao wanaweza wakaathiri uwezo wake wa kufikiri mm. unaona lakini pia hayo mazingira, lakini uh, namna ya maisha mm. yani kwa, kwa maana ya lifestyle, mm. namna ambavyo tunaishi mm. inaweza ikaathiri uwezo wa mtu wa kiakili. Unaona, lakini matumizi pia ya madawa mm. ya, matumizi ya madawa ya kulevya yeah. unaona au pia ma, magonjwa ya muda mrefu yaani, mtu anayezaliwa labda ana ugonjwa wa mwili mm. wa, wa wa muda mrefu Di. au anayepata ugonjwa wa muda mrefu baada ya kuzaliwa, huyu mtu ana possibility kubwa ya kuingia katika changamoto za kiafya mm. ya akili. Kwa hiyo ndio maana wewe unavyosema kwamba yani, hatuwezi kusema kwamba afya ya akili ndio changamoto afya ya akili inapata changamoto mm. baada ya kukutana na vitu kama hivyo. Aidha, mtu amepata magonjwa ya muda mrefu, akili yake afya yake ya akili ina, ina, inaathiriwa mm. na ile changamoto. Kwa hiyo mm. tunasema kwamba huyu mtu tayari anaingia kwenye changamoto ya afya ya akili. Akili. Yes. Lakini pia hata tunaposema vyakula hivi mm. yes. lakini pia tunaposema namna ya maisha mm. mtu anavyoishi mm. ya yeah. watu gani anao kutana nao ndo maana tunasema kwamba kila mwanadamu mm. ana milango ya fahamu mm. ya ile mm. ile akili inajengwaje? mm. ya, baada ya kuzaliwa, ndo maana wana milango ya, ya, ya fahamu. Tuna milango ya fahamu kwa mm. maana ya macho, masikio, pua, ulimi, ngozi. Kwa hiyo mazingira unayoishi yanaweza yakakufanya ukawa unahisi unakuwa na hisia fulani fulani mm. ambazo zile hisia mm. zinaweza zikaathiri afya yako ya akili lakini pia inaweza vile vitu unavyoviona mara kwa mara ni mm. vitu ambavyo pia vinaweza vikaathiri afya yako ya akili mm. lakini pia unasikia kitu gani, vile vitu ambavyo unaweza ukawa unavisikia mm. mara kwa mara mm. vinaweza pia vikaathiri afya yako ya akili. vitu, vitu, vitu unapo, mtu anapokuwa anavisikia mara kwa mara yeah. Labda un unaweza kutueleza ni uh, baadhi ya mifano ya vitu hivyo ambavyo mtu anaweza kuvisikia mara kwa mara na ikapelekea yeye kupata changamoto katika swala zima la, la afya yake ya akili. Ya, kama ambavyo nimesema kwamba mm. afya ya akili ule uwezo wa kufikiri, mm. uwezo wa kufikiri mm. uwezo wa kuhisi kwa njia chanya, uwezo wa kufanya maamuzi mm. yaani ule uwezo wa kutengeneza mantiki mm. yaani ule tunasema ni afya ya akili mm. sawa. Sasa tunasema kwamba huu uwezo unatengenezwa umesema yeah. kwamba mtu anaweza akazaliwa akiwa na uwezo, lakini uwezo unaweza ukatengenezwa. unatengenezwa mm. na nini? ni pia kupitia hii milango ya fahamu mm. kwamba vile vitu anavyoviona vinaweza vikamjenga au vikaathiri ule uwezo wake wa kiakili. Inawezekana ule uwezo ukajengwa kupitia vitu unavyoviona lakini yawezekana ule uwezo tayari umeshajengwa, mm. lakini pia vitu unavyoviona vinaweza vikaathiri ule uwezo wako wa kiakili, kwa kia mm. mfano, mtu mara zote akiwa anasikia kuhusiana na, yani labda mtu amekaa familia ambayo ina migogoro, mara zote uh, anasikia kuhusu matusi yani anahisi ana, ana watu wana, wanapenda, yani ameishi na watu ambao wanapenda tu kutukana. ndivyo vitu ambavyo anavisikia mm. na, yule tayari automatikale akili yake inakuwa imejengwa katika misingi hiyo mm. kwa hiyo hata yeye, kitu, yani kitu kitakacho kitakachokuwa kimemjaza mm. ni kile ambacho kinamsikia anakisikia, lakini kama mtu amekaa pia katika mazingira ambayo vitu anavyohisi vyote, yani anavyovisikia Mm. Kwa mfano, kwa mfano mm. unaweza ukaona watu ambao uh, mtu akipita kwenye changamoto mm. anaweza akakimbilia kuomba ushauri. Ndiyo. sawa mm. anavyoomba ushauri kile kitu kinajenga ule ushauri, yaani lazima mtu akikushauri mm. yaani anavyo anachokwambia, mm. lazima kiingie kwenye akili yako kwanza then wewe utumie akili yako kufanya mm. maamuzi mm. Kwao mara nyingi unakuta mtu kile kitu anachoshauriwa mm. anakisikia anavyokisikia kinamjenga mm. sawa, mm. anakitumia sasa kufanya maamuzi, unaona mm. Kwa hiyo tunavyoongelea akili kama ule uwezo, mm. U, ule sasa, uwezo ule uwezo sasa huu uwezo tunaoongelea ni tayari ni kitu ambacho mtu anacho huu mm. uwezo umejijenga mm. uwezo unajengwa. uwezo unajengwa, yes. uwezo unatengenezwa ni yeah, kweli. Kwa hiyo ndio maana tunasema huu uwezo unazaliwa, mm -hmm, lakini huu uwezo unatengenezwa, unatengenezwaje? Ndo kupitia mazingira yako uliyoyapitia. Yaani wewe maamuzi utakayoyafanya leo, mm hayawezi -hmm. kuendana mbali na tamaduni ya kwako ya familia yako sai, yani yale sai, mazingira ulio mm -hmm. yaishi mm -hmm, lazima maamuzi yako yataenda kwenye levo zile zile ndo maana wakati mwingine watu wengi ambao wanafanya maamuzi labda mtu hukute ameenda shule hmm, tunasema wasomi, yaani mtu ambaye umetoka kule kijijini kwenu hmm, ukaenda shule huko ukasoma hmm, unavyorudi pale wanakuchukulia tofauti na wale watu waliokuwepo pale hmm. Kwa hiyo hata uwezo wako wa kufanya maamuzi hmm, utakuwa tofauti na wale waliokuwepo pale. Lakini, lakini pengine sasa kuna wengine ambao hawajapata hiyo nafasi hawajabahatika kusoma Uh, kwa kizazi hiki cha sasa wazazi wamekuwa kijitahidi sana, hata serikali imekuwa ikiweka jitihada kwenye kuhakikisha kwamba elimu ina, inamfikia kila mwananchi popote pale alipo, lakini sasa umesema kwamba unapoenda shule kidogo kuna uwezo zaidi ambao unajengeka wa, wa, wa, wa kiakili sasa, yeah. Kuna wengine ambao ni ma-genius, tunafahamu ana uwezo mkubwa. Unakuta mtu ajaenda shule ana yale maarifa ya kishule ki tuseme ya kiteknolojia lakini unakuta ana uwezo mkubwa sana wa kufanya maamuzi, lakini pia mfano tukizungumza mfano, yeah. ni mshauri mzuri, kwa mfano mzuri ni wazee wazee wa zamani deo, deo. kuna kulikuwa kuna kamati za wazee ambazo, aa, jamii ikihitaji ushauri na wafata wao, lakini so, wazee hao hawajaenda shule. Sasa unajua hapo mm. nimetolea kama mfano mm. kwa sababu elimu mm. ni njia mojawapo mm. ambayo inaweza ikamsaidia mtu mm. kuongeza mm. au kujenga mm. ule uwezo wake wa kiakili mm. mm. Ha, sawa, lakini kuna njia nyingi hmm. ambazo zinaweza kutufanya hmm. kujenga Aa, kujenga nini hmm. ile uwezo wa kiakili elimu ni njia mojawapo tu ambayo mimi nimetoa kama mfano kwamba mtu ukitoka ukaenda shule unaweza ukawa tofauti na yule ambaye hajaenda, kwa sababu uwezo wako kidogo wa kimaamuzi na hata namna ambavyo unatatua changamoto zako za kimaisha, namna ambavyo unatengeneza mantiki kwenye vitu mbalimbali mbali, namna ambavyo unatazama mambo inaweza ikatofautiana na watu wengine, lakini kuna vitu vingine pia ambavyo vina vina vina uh, vinaongeza vina, vina uwezo au vinatengeneza ile afya mm. ya kiakili mm. ambavyo pia ni kama mazingira mm. au utamaduni, inategemea utamaduni wenu ukoje.